Asifiwe, tufurahi tunapoingia katika nyumba baba yetu, maana sisi nguvu yetu ni nguvu ya Mungu, ndiye anayetuongoza kwa kila jambo, tunaongozwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa Yesu alituachia Roho msaidizi anayetuongoza sitakuwa mrefu mbele yenu, nakaribisha mtumishi wa Mungu yeah, hajatumisha neno kutoka kwa baba kwa baba na yeah, sote <coughs> tukaweza <coughs> kufungulana tukaweza <coughs> kubarikiwa. Ninatamani sana kuingia sana mama maombi. Bwana hey. Sifa asifiwe sana Mwokozi. Amen. Maombi. Amen. Eh, ndio alikuwa hey, anasumbuliwa na mchungaji anaambiwa, simama na simama na Pastor Gidi. Amen.

Hey, neno letu la siku ya leo linalotoka katika Waibrania, tunaenda Waibrania 11 kuanzia mwanzo Yesu Kumi na moja inasema <laughs> kwa... basi imani ni kuwa na hakika, basi imani ni kuwa na uhakika. Hilo neno linakuja kwako linakuja direct kwako, iwe ni kijana, linakuja direct kwako, iwe ni mama, linakuja direct kwako, na iwe ni mzee, linakuja direct kwako. Amen direct kwako wewe, usipotee basi. Imani ni kuwa na uhakika, wewe usipotee. Fa, ulikuwa na uhakika kwa ajili ya anniversary, wacha Mungu akakupigania. Amen, watakoma wachawi raundi hii, kwa maana Mungu anaenda kukupigania. Ni kwa biashara akakupigania, ni kwa matamanio yako akakupigania, ni kule kuajiriwa akakupigania, kwa familia akakupigania, kwa huduma akakupigania, huduma zote zikachipuke katika jina la Yesu, amina. Hakuna huduma itakufa kwa ajili ya wakati wake leo wake elezezana kita eleweka, hata wao wamekaa vikao, uwe ni mchana ni usiku, kwa mipui eleweke. Hutuma zikachipuke za uinjilisti zikachipuke za walimu zikachipuke za unabii zikachipuke za Tutakubali Amen, tutakubali mateso. Bwana asifiwe. Imani. Amen. Umebeba imani siku nyingi sana. Amen. Hebu angalia mahali umetoka. Umeacha shughuli zako zote. Bwana asifiwe. Umeingoja hii siku kwa miezi. Bwana asifiwe. Amen. Wacha ukaone. Amen, Amen. Hata kama walikupaka matope, wanazopateza Yesu anakusafisha kusafisha kwa biashara ukaonekane e. kwa e. ule uchumba wako unaoleta shida e. E. asifue sana Yesu, hatutakubali kawa, lazima kieleweke. Bwana Yesu asifue sana endelea. Basi, imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Bwana asifiwe. Wazee wetu walishuhudia. Kwa nini si tunawekewa mipaka? Amen! Kwa nini tunawekewa mipaka? Bwana asifiwe. Kwa nini tunawekewa mipaka? Hiyo itawezekana. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Kama wazazi wetu walishuhudia Hata si Ii, lazima ukashuhudie kwa kazi yako, ukashuhudie kwa matamanio yako, ukashuhudie katikahiziziiaaitna wazazi wetu akashuhudie, kwa nini wewe sishuhudie? Amen, amen, amen. Eh, eti mchawi anakufungia kamba anakwambia usunguke hapa hapa, ile nyasi ulikula jana unakula hiyo hiyo kusudi usinenepe. Haitakuwa hivyo, haitakuwa hivyo, haitakuwa hivyo. Ni lazima ukanenepe, ni lazima kamba ikafunguke, ni lazima ukanawili katika ni lazima hiyo kamba ikafunguke. Amen. Hutaekewa mipaka ni kwa ndoa, hutaekewa mipaka ni kwa uchumba, hutaekewa mipaka ni shuleni, hutaekewa mipaka. ni kuenda university ndio kupokea certificate za <coughs> kuenda <coughs> university. za kuenda chuo kikuu za ndoa yako kuchukua mrefu. Amen. Eh, hatukubali. Bwana Yesu Kristo. Endelea. Kwa Mungu. Mm -hmm. E mm -hmm. Kwa imani. Hapo. Oh, Amen. Kwa imani ime. Nasema hebu rudia mama, Rudia mama, Rudia. Inasema rudia. Kwa imani tofahamu ya kuwa. Kwa imani tofahamu ya kuwa Ulimwengu, ulimwengu, uliumbwa kwa neno la Mungu. Na mimi nakusomea nini hao? Neno. Tembeeni <coughs> si unisaidie, na mimi nakusomea nini? Tembeeni mimi nakusomea wangu uliumbwa kwa neno. Amen. Amen. Na mimi nakusomea hilo neno. Ilo neno ndo limesema. Siona leo kuoga eti ndo amesema? Ni neno. Amen enuuyuubo kwa neno, kwa nini uweke mipaka m? Kama ni kazi, ikafunguke. Ninasema ikafunguke, ikafunguke, safari zikafunguke, biashara zikafunguke, dari ikafunguke. Iliwekewa mipaka kikomizunguniini, ninasema ikafunguke. Kama ni uchumba uliwekewa mipaka Atita kibali. Amen! Amen! Lazima kieleweke. Wana isha kese. Amen. Edele kali mwangu ulungo kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, kwa hiyo alishuhudia kuwa na haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake. Hili neno usimchukue kwa ndoa yako, pokea. Kwa matamanio yako, pokea. Kama kaa alihesabiwa haki kupitia hili neno, wewe pokea hilo neno katika jina la Yesu. Bwana sio lazima? Amen. Umefika katika nyumba ya Bwana. Na ile Amen. Amen. Ah, wacha ukapokee kile chako. Amen. Amen. Amen. Chako ni chako. Amen. Hakuna mtu anaweza kukichukua. Amen. Amen. Chako ni chako. Bwana sio lazima. Endelea. Kwa imani ya bili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali ya kinena. Mungu akashuhudia sadaka za Abeli watu watashuhudia huko. Amen. Amen. Amen. Vijijini watashuhudia pale mahali unaishi, ninasema watashuhudia, kwa kazi yako watashuhudia, kule ulikozaliwa watashuhudia, kwa familia yako watashuhudia, katika jina la Yesu Amen. Amen. Kwa imani Enoko alihamishwa sijakaona mauti wala hakuwa kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ni siku yako Amen. Leo ni siku yako. Amen. Jinsi ulizoingia mahali hapa sio vile utakazotoka, vanaezakezika wacha. Amen, ukashuhudie kule likuzaliwa, kama ni biashara umekewa mipaka, wacha ukashuhudie. Kwa watoto wako kashuhudie, kwa familia yako kashuhudie na huduma zote zikachepuke. Kati nasema ukashuhudie. Amen. Kile kilichokuamisha mipango yako ukashuhudie yes. Ukashuhudie yes, kupitia sadaka zako amen. Amen. Ukashuhudie kile unachotitajiki katika kanisa amen. Ukashuhudie pendeza zivyo sana, endelea. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Bwana Yesu akusifu. Amen. Kwa ana watafutao. Amen. Bwana Yesu akusifu. Na wewe umetoka mbali umefika hapa. Bwana Yesu akusifu. Pokea hiyo thawabu. Amen. Amen. Kama ni kusafiri, pokea. Kama ni kwa biashara, pokea. Kama, kama ni tamanio yako, pokea.